Kama halmashauri yetu ya Hanang' tunashiriki Customer Service Week. Ni wiki ambayo inatukumbusha sisi watoa huduma kutoa huduma bora, kutoa huduma kwa wakati na kutoa huduma kwa kuzingatia maadili, sheria, kanuni, taratibu na miongozo. Pale inapopaswa kutumia busara, basi ni wiki ambayo tunatakiwa kujikumbusha kwamba tunatakiwa kuwahudumia wananchi wetu kwa weledi mkubwa, na wiki hii ina malengo kadha wa kadha ya ya kutukumbusha na kusherekea utoaji wa huduma kwa wananchi, na Halmashauri ya Hanang' ni moja ya halmashauri ambayo tuna tunapaswa au tunatakiwa kutoa huduma kwa wananchi wote, kwa wadau wote, kwa watoa huduma wetu kuwahudumia kwa ubora na kwa upana zaidi. Kwa hiyo sisi kama watumishi wa umma tunatakiwa tupate muda wa ku, yani hii wiki nzima tu reflect, je yeah? unajiuliza maswali mengi kama ambayo mimi najiuliza kila wakati Yani, kwangu wiki ya, ya, ya kutoa huduma labda ni wiki tu ya maadhimisho, lakini mara nyingi huwa najiuliza na mimi natamani sana, na ninyi pia mjiulize, huduma unayoitoa kwa mwananchi au kwa mtoa huduma wetu, kama ni mzabuni au fundi au watoa huduma za vyakula, stationery na kadhalika, tunatoa huduma kwa wakati, je? Yeah. huduma yangu mfumo wa utoaji wa huduma unamkwaza mwananchi? Lugha ninayotumia kutoa huduma inafaa, au ni lugha ambayo ina, inaleta maudhi kwa wananchi? Je, ninatoa huduma kwa wakati? ninatoa huduma bora? Je, yule aliyekuja kupata huduma ameridhika? Yaani unatakuwa ujiulize haya maswali yote ili uweze kutoa huduma bora.